Ili tuweze kuendana na itifaki yetu ya muda kwa ufasaha, karibu karibu dadangu. Watu wa morogoro peoples! watu wa morogoro peoples! asanteni sana watu wa Morogoro na mmetisha sana. Makamu mwenyekiti yuko hapa na viongozi waliotangulia. Kimsingi muda umekwenda sana, tulikuwa Ulanga. Tumefanya mikutano Kilombero, tumefanya mikutano Mlimba, tumefanya mikutano maeneo mengi na kimsi Morogoro, asante. no, no, dada amepiga kibabe kabisa au am namna gani? Sasa nawaleteeni mtu mkubwa kabisa, mtu mnene, mwenyekiti wa kanda ya Pwani, amalizie itifaki inayobaki, karibu sana. karibu sana, karibu sana. Mheshimiwa Boni. Asante DJ, muda hatuna Morogoro vipi? Morogoro vipi? Hebu haitoshi sauti na gawanyika. Makamanda hebu njoni tuwaone kwa mbele, msiwe waoga hawa ah, polisi wamekuja kutulinda. Njoni tuwaone, njoni kwa mbele, njoni kwa mbele, na huku makamanda vilevile, sogeeni mbele, njoni tuwaone jukwani. Viongozi huku watoke, tuje kwa mbele, tukikaa tuongee kwa pamoja, sawasawa Morogoro? Haya, yeah. Kunja ngumi namna hii tuweze kusalimiana ngumi nzito ya kijanja sasa, sawa, yeah. Eh, Morogoro mjini kasoro bahari. Sasa nijisikie niko pwani pipo, yeah. Pipo hakuna mpaka, yeah. yeah. Asante sana Morogoro kikieleweka, sisi ya msiku nyingi nyumbani. Mimi nina dakika tatu tu za kusalimia. Jambo langu la kwanza, Morogoro, mtanikubaliana na mimi kwamba no reforms no election ya CHADEMA inajibu kilio chetu cha mtaani siku nyingi, kweli si kweli? Mtakubaliana na mimi. Jambo la pili, tukikaa vijiweni tunasema hivi, hata ukichagua upinzani CCM atashinda tu. Hiyo lugha ipo haipo? Wanaosema hiyo lugha ipo, ipo, ipo nyoshe mkono. Asante, shusha. Lugha yetu ya tatu mtaani wanasema hivi hata tukichagua upinzani CCM akishindwa, mtangazaje atamtangaza mshindi wa CCM. Tunakubaliana hilo? Hebu nyosha mkono, tukubaliane na hilo. Shusha. Kwa sababu hiyo, nyinyi watu wa Morogoro ni sehemu ya Watanzania ambao hamwamini kwenye uchaguzi huru, kwa sababu kula yenu haina maamuzi. Muamuzi ni anayemtangaza mshindi, kweli si kweli? Na kwa sababu hiyo, Morogoro tunakubaliana Kurudi kwenye uchaguzi wa namna hiyo ni kupoteza muda. Ndio maana idadi ya wapiga kura Tanzania kila siku inashuka, kweli si kweli?